Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yangu Josephat Online TV, leo ni kwa mara nyingine nikiwa katika muonekano mwingine kama unavyoniona muonekano huu hapa. Nikiachilia mbali kazi yangu hiyo ambayo nawaga na jibrand kila siku, mimi ni freelancer na kwa majina naitwa Josephat Edison, nipo na mwenzangu hapa. Ni mfanyakazi mwenzangu hapa kutoka kampuni ya Vodacom na Tigo, tunafanya kazi ya freelancer kama mawakala wa laini. Ivana Blaza, mambo vipi? Ashua alikwema. Ni Safi. Aa, kwa leo vipi, unaweza kututajia jina? Aa, Stefano Bujiku hapo Magese. yeah, anajiita Stefano Bujiku Magese. Bwana Mr. Stefano, bwana we yani? Aa, ni nani yani? Unaweza ukajitambulisha kwa ufupi. Ah, mimi ni freelancer wa mitandao miwili, nipo kwenye kampuni ya Tigo na Voda. Huyo ni freelancer, yupo kwenye kampuni ya Voda, kama alivyokwambia yupo Tigo na Vodacom moja kwa moja leo, naweza kutambia tupo location ipi? Maana leo tunaona location tofauti tofauti, leo tupo wapi na tunafanya nini hapa, kwa mwakilishi wangu katika hilo, ili ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu aweze kujua tunafanya kazi gani, tupo hapa na leo tunatembelea mtaa upi? Uh, leo tupo mkoa wa Morogoro, tupo mtaa wa Tubuyu, ndo tulikuwa tunaelekea maeneo ya Kinguruila, tunaelekea Kinguruila. Lengo ni nini lengo ni kukuletea laini wewe hapo anayetutazama laini, jipatie laini yako ya Vodacom ya yes bure kabisa, na vocha shilingi elfu mbili bure kama unavyoona bwana, ndugu Bujiku. Bujiku, eh? Hey, Bujiku. Ndugu Bujiku, unamwambiaje mteja anayetufuatilia sisi hapa kama wafanyakazi? Vipi mteja wako unamshawishi vipi ili aweze kupata laini, wewe unasemaje kwa mteja wako? Ah, kwanza kabisa, na wakaribisha sana katika mambo yetu ya mtandao. Ni vizuri sana kujiunga nasi na tunavyowapelekea huduma. Karibu, ni vizuri kuwa wanachangamka na wenyewe kama sisi tunavyochangamka kuwarushia huduma zetu mbalimbali mbali, waweze kuzipokea na kwa uaminifu na kuwa wanazifanyia matumizi vilevile. Sisi lengo na madhumuni kwa kuwapelekea huduma zetu mtaani, sio kwamba tuwezi kukaa sehemu moja wakajileta. Hapana, ni kwamba kuna wengine wala hawezi kutufikia na kuna wengine wana uhitaji sana na hizo huduma zetu, ila wanajiuliza namna gani watatupata au ni namna gani wataweza kupata maelekezo yetu. Tofauti iko hivi: sisi tunawapelekea huduma tunawahamasisha na tunawapa mifumo mbalimbali mbali, na wanajifunza vitu vingi. Tunakaa na mteja ndani ya dakika tano hadi dakika kumi kuwa unamwelezea faida na changamoto na hasara zake za mtandao, na pengine anaweza kuwa anataka kujua mambo mbalimbali, ila anakosa wa kumwelezea. Wakitufata huko mjini, wanakuja ni bana, nipe line nisajilia, anaweka kifurushi, anaondoka. Ila kuna vitu vingine huwa vinawachanganya, wanashindwa kuvielewa. Sisi ndio tunatatua hizo changamoto zote, na tunawajulisha kila kitu kinachoendelea juu ya mtandao anaohitaji. Na mdogo mpenzi mtazamaji, Mr. Bujiku kama amevutangulia hapo kusema awali hapa leo tupo. Lengo la kuja hapa mbele yako leo ni kuweka baadhi ya mambo sawa, kwa sababu kuna, kuna, oh, wizi wa line kwamba mnasajili line zaidi ya mbili. Unaiwekaje sawa yani ndugu mpenzi mtazamaji apate kukuelewa zaidi, hilo uh, linaweza ukaa sawa. Kwa mfano, kama kwanza unamwona Ferensa mwenyewe amekaa mkao gani, hadi anakuja kukusajilia kwa sababu sometimes walio wengi sasa hivi wa wapo kwenye mikao ya maajabu. Nakuta mtu ni Ferensa Anya, ukimuuliza hati mrida wako ni nani amjui, ukimuuliza unafanya kazi ofisi gani haijui, na ukimuuliza vipi kitambulisho chako anakuambia nimesahau ni nyumbani. Epuka na maswali kama hayo, inabidi na mtu anayekusajiria awe amekamilika kuanzia chini hadi juu, na namwangalia kutokana na mwonekano wake, jinsi na maelezo yake yalivyo na usajiri huwa huko hivi. Kwa mfano unavyoweka kidole kwa mara ya kwanza ni vizuri zaidi, akikwambia imegoma, ni vizuri u ujihakikishie, imeweka mkasi, imegoma au ikawa isije kawa imetiki ndo anakurudishia mara ya pili. Hizo changamoto pia huwa tunapenda kuwaelezea ili kutatua hiyo migogoro ya kuwa, ya kuwa na wasiwasi ya kwamba wanasajiliwa reni mara mbili mbili, ndo kama hivyo tunaingia mtaani ili kila mtu aweze kujitambua na kuelewa kipi kinachokuwa kinaendelea kati ya mtu anayekuibia na, na kati ya mtu ambaye ni mkweli katika kufanya kazi. Kitu cha kuongezea hapo, ndugu mpenzi mtazamaji, ni kwamba unavyosajili ile laini yako, hakikisha unakuwa wewe unafuatilia wakati anakusajilia maelezo yote yanayokuwa yanaandikwa pale, huo unayasoma ili kuipata uhakika zaidi na hakikisha unaposajiliwa kuna meseji zinazoingia, angalia usajili na kuangalia wasajili ni kupiga nyota mia moja na sita kwa katika simu yako, mtandao wote ule unaweza ukajihakikishia. Alafu kitu kingine cha kuongezea ni unavyosajili laini, wakati wa kusajili kila laini moja kwa namba ya NIDA ya mtandao husika, huwa tunaruhusiwa kusajili laini moja baada ya dakika thelathini. Maana yake huwezi kusajili laini mbili kwa mkupuo. Kwa hiyo habari ya kwamba freelancer wa mtaani kuna uwezekano wa kuiba laini huo, uwe uwezekano nakubali, ndio upo, lakini paka uibiwe ni kila laini moja tunasema inaibiwa baada ya dakika 30. Ee bwana, bila kupoteza muda labda ngoja tukupe details zetu, tunapatikana wapi, bwana unaweza kuambia ndugu mpenzi wa watazamaji wapi tunapatikana ili kupata huduma zetu kwa urahisi. Kwa wale wa uhitaji wa, wa, wa, wa namba wanaweza kutupata kwa namba sifuri saba na kama unataka kufika ofisini penyewe, au tunapatikana muda ya saa kuanzia saa mbili kamili hadi kwenda saa tatu au saa nne Usichelewe, ni pale msambu stendi stendi ya dodoma pale, unaweza kutupata a, mimi kama mimi naitwa Josephat Edison. Kwa mawasiliano zaidi kujipatia huduma ya laini yako bure bila matatizo yoyote, nitafute kwenye namba 0740466680. Nyuma ya kamera nilikuwa na misa Mohamed Is, mo muita mo, mudi, wanamwita mudi huyu. Msanii huyu hapo tutamuonesha siku nyingine, tutakuwa na wakati mzuri wa kumtambulisha. Namna hiyo bwana, hiye hapo naangalia ni Josephat online TV, asante.